Mchezo ambao utakuwa kesho katika wa wa uwanja wa Meja Generali Samoya kuanzia majira ya saa kumi na mbili kamili za jioni. Na kuanzia kwenye mkutano huu tuko naye kocha mkuu wa kikosi cha JKT Tanzania Ahmed Ali, sana, na na kikosi cha JKT Tanzania kuzungumza na namna ambavyo kikosi cha JKT Tanzania kipo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Azam FC. Salamu alaikum. Uh, I think all preparation iko iko vizuri. Uh, toka muda ambao tulitoka kosti nao tumepata almost uh, five days za kujiprepare so hakuna shida yoyote so far. Uh, tofauti na wachezaji ambao walipata pain kwenye mechi mbili ambazo tumecheza, uh, uh, Saidi Hamisi uh, pia Maka alipata pain kwenye mechi na s so wengine wote wako kwenye hali nzuri I think leo ni siku ya mwisho kwenye preparation. Um, kila kitu ambacho tumejiandaa nacho um, I think kiko kwenye nani nzuri. Sawa, maswali matatu kwa mwalimu. Okay. Uh, kwanza niseme um, kama mwalimu na respect Azam, ni timu nzuri iko na um, uh, wachezaji wazuri na staff nzuri so Uh, imeinvest vitu uh, vingi kwenye malengo uh, yao kushinda mechi uh, away na kuja kutana na timu ngumu. Uh, I think sijaelewa, lakini so kitu ambacho uh, najaribu kukuelewa uh, tumemaliza mechi na Coast uh, timu ya Coast ni tofauti na timu ya Azam so tukiwa nyumbani au tukiwa weikosi uh, ni plani jinsi wanacheza wachezaji walionao ni different na, na Azam, so tuna respect sisi, tunajua tutakuja uh, kucheza mchezo bora na, na mzuri uh, tunakutana na uh, timu bora yenye wachezaji bora zaidi uh, ili sisi tuwe bora ili kukutana na watu wa aina hiyo, so haitakuwa mechi rahisi. Uh, playing style yao the same na sisi ambavyo tuna, tuna, tuna, tuna play tuna, tuna respect kubwa sana kile ambacho wao wanafanya, so hatutahofia uh, ila tuna tutaheshimu ya yeah. yeah, uh, uh, niseme nafikiri itakuwa different game, itakuwa uh, different game kwa ile season uh, different staff uh, kwa staff ile na sasa ni tofauti, some other players ambao wapo na wengine ni new players ambao uh, wako na ability kubwa so tuna tahadhari na kujua kwamba okay, um, playing style na system of play ambao wako nao nao sio kama ile ambao walikuwa na, so, tunajaribu kuona jinsi gani ambavyo tunapaswa kuwa bora kati ya tuna mpira wakati wana mpira, kulingana na wao jinsi ambavyo wanacheza timu ambayo iko compact sana kwenye defending uh, wana defend together, jeni wanakuwa more uh, transition ambazo ni effectively, tunajaribu kuangalia kwenye hizo a moment, nini ambacho tunaweza tukakibidi tuka. I think kuna kuna kama umesema ni sahihi, lakini kuna different uh, uh, approach na playing style, kwa sababu. Na kwa nini nasema hivyo? uh, tomorrow inaweza kuwa tofauti na na na na cost, tunaweza tuka create chance chache uh, tukazitumia ama tunaweza tusi create kabisa kulingana na opponent. kwa tuna tunatakiwa kuwa bora kama nilivyosema mwanzo, tunatakiwa kuwa bora uh, kwenye matumizi ya hizo nafasi. Mimi nafikiri for me kama mwalimu I'm happy and proud kama timu inaweza ikafika na kucreate uh, so far ni vitu vichache ambavyo ni homework kwangu kuviboresha na kuwa kwenye hiyo um, top. Kama tunaweza kucreate three or four chances, basi tuweze kutumia almost two or one chances uh, <laughs> no. Uh, kitu cha kwanza ni, ni kama nilisema uh, Azam timu bora uh, from now kwenye nchi yetu ina invest uh, sana, iko uh, na wachezaji ambao ni brilliant, iko uh, na good staff uh, um, kama mwalimu uh, tomorrow naweza kuwa ni kalente na, na moa uh, ya kile ambacho naweza nikukiona kwa Azam kwa sababu kwa na new staff uh, na new players na naamini uh, itakuwa mechi bora kwangu na kwao pia.